Okay. Karibu tena katika channel yako, Pendo, channel yako pendwa kabisa channel yako pendwa kabisa, channel ya Teacher Sauti ya Sifa kwa mara nyingine. Leo nimekuja kukufundisha ni jinsi gani unaweza ukatengeneza eh, video ya nyimbo kupitia cover, yani, ukawa na audio yako ambayo hujashuti video, alafu zeni ukataka kuipost YouTube, TikTok, so ni lazima ufanye editing fulani kwenye nyimbo yako ili uweze kufanikisha jambo hilo. Niko hapa kwa ajili ya kukuelekeza kitu hicho, lakini kabla sijaenda mbali nikukumbushe tu kwamba E, hakikisha unabonyeza neno liandikwa subscribe, lakini kikubwa kingine kwamba niko e, Power Brand Shop, mabingwa wa kuuza kompyuta na wasambazaji wa kompyuta za kisasa zaidi hapa mkoani Tabora. So unaweza kupata kompyuta kwa shilingi laki moja na elfu tisini na tisa wakifika hapa Power Brand Shop, lakini pia e, wanakutumia popote ulipo iwe upo Dar, uwe upo wapi, uwe upo wapi mimi nitakutajia namba za simu zao mwishoni, ama namba ni hizo hapo ambazo nimekuwekea hapo chini. Ukipiga waambie Teacher Sauti ya Sifa akanielekeza kanielekeza, eh nije kununua Pa Brand Shop kwenu, namwamini na pia nyie nawaamini, nitumieni niko Labada niko Mbea niko wapi. Kwa laki moja na elfu tisini na tisa unapata kompyuta yako ambayo iko poa kabisa, lakini pia hawa jamaa ni wasambazaji wa Kamila ama wasisti di Kamila yani, ni wauzaji wa vitu mbalimbali. So, katikati ya video nitakupigia tangazo lao utalisikia vizuri, lakini pia nadhani utaelewa vizuri nini wanafanya sasa. So, tuende moja kwa moja katika simu yangu ya mkononi ili tuweze kujifunza kitu hicho. Karibu tena katika kio cha simu, moja kwa moja tutaenda kutengeneza kasha ama video ya mziki kama hii ambayo unakwenda kukuplay hapa. Tizama, taingia YouTube, taandika Muchi Master nao utaingia YouTube, utaandika Muchi Master ili kuona vizuri seni, uta search ukisha search, nadhani Muchi Master ndo huyu ambayo unaona hapa account yake. Taingia moja kwa moja hapa katika akaunti Deni, makasha yote haya ambayo unayaona hapa nimeyatengeneza mimi, kama mimi kasha kama hizi sikiayo nyimbo inaitwa DRX. So kasha hii hapa nimeitengeneza mimi mwenyewe kwa si mtu, au sio? Uh, lakini pia kama utashindwa kutengeneza makasha, unayo fursa ya kunitumia nyimbo yako nitakutengenezea kasha kwa bei ndogo kabisa, ila leo nimekuja kufundisha kitu hicho. K okay. Huyo ni muchi master. Kuna kasha nyingi sana hapa. Kuna hii Kuna hii iyapo, yeah, inyimbo bwana inaitwa sitochoka kukufikiria, sito choka kukufikiria. Sito choka kuku Okay, nilikuwa nikakuonyesha makasha. Hayo ni makasha ambayo nimeendelea kuyatengeneza mimi mwenyewe. Sasa tuachane na hayo makasha. Ili kutengeneza hizo kasha, ni lazima uwe tayari una idea, na maanisha nini, ujue nini ambacho utakuja kukiediti, lakini ni lazima uwe na e, green screen zako hizi hapa, ama uwe na video hizi hapa. Ili uedit hiyo picha, lazima una video, lakini pia uwe na picha kuna video ambazo natakuwa nazo kama hizi hapa, ambazo unaona atakwenda kuplay moja moja. Kuna hii yes, lakini pia ukiachana na hiyo, na hii hapa lakini, pia kuna hii hapa. hizi ni video ambazo zitakusaidia wewe sasa kuweza kutengeneza video yako ya nyimbo vizuri kabisa. Sasa ukishakuwa na hivyo vitu, ni lazima uwe na pia na picha picha nzuri kabisa, ambayo umepiga location ambayo unahitaji kuweka kwenye nyimbo yako. Lakini kama itoshi, ni lazima uwe na background ambayo utaweka nyuma. Background nikimaanisha nini? Mfano sasa mimi tukiangalia hapa background ambayo taiweka mimi Mi taweka kompyuta tu kwa sababu nipo na kufundisha, ila ukiangalia idea zangu, kama kuna nyimbo, nadhani unaona idea zangu vile kali. Inafahamika kwa jina la background hii hapa. Hii application inaitwa background erase remove bg ii. Ukishakuwa nayo hiyo, hakikisha pia unayo application nyingine ambayo inaitwa youcut video editor, hii hapa youcut video editor. Ukishakuwa nayo zote mbili hizo, hakikisha pia una zile video ambazo nimekuonyesha za green screen, lakini pia hakikisha kwamba una audio yako ambayo tayari umetoka kuimba, unaweza kuwa umeimbia kwa simu, umeimbia studio. Jamaa Mchimasa alimbia bendi rap baadhi ya nyimbo na baadhi ya nyimbo akaimbia studio, lakini pia kisha una picha yako ya location. Sasa utafungua background, hii hapa background kwa mara ya kwanza inafunguka kama hivi ila hii sio kwa mara ya kwanza kwangu mimi, waga naitumia na sana tu. Kwa hiyo, utabonyeza ile neno ambayo limeandikwa remove background. Kisha bonyeza hapo kwenye remove background, utatafuta ile picha ambayo nilikwambia wewe umepigia eh, location ama wewe umepigia popote, ila ni vizuri ukachukua picha ambayo umepigia location, itakuwa ina noga zaidi. So mimi nitapiga hii hapa, nitachukua hii. Kisha bonyeza tu hiyo picha itakwenda, so, ita kujisafisha yenyewe na kukaa katika stable nzuri sb stable, eh, ya kutoa background zote za nyuma na kumwacha mtu kama hivyo unavyoona, unavyoona we mwenyewe hapo, imekaa vizuri kabisa kwao. Sasa mimi nitapiga tiki huku juu okay. Sasa baada ya hapo utaletwa mpaka hapa, ukishapiga tiki pale hapa sasa, huyu mtu wako unaweza ukamnyenyua hivi, akawa hivi akaa vyovyote unavyojua wewe, lakini ni ana mazumuni ya kuja hapa ni kwamba huyu mtu kuja kumng'arisha, lakini pia kumwekea background ambayo sisi tunaitaka. Background ambayo inatakiwa mtu huyu awe nayo ni hiyo hiyo ambayo anayo hapo, lakini pia hakikisha unampanga vizuri kwenye boxi la size ambayo unaitaka. Unaweza kwa picha yako na e, video yako nataka kwenda kuiposti. Wanasema YouTube lakini Facebook, TikTok kama hata kuposti YouTube na wengi mtaposti YouTube, utabonyeza hapa kuna neno ambalo limeandikwa resize. Ukishapabonyeza hapo tap, utaletewa vioo we chagua cha YouTube kama hivi kwao, ukishachagua kama hivyo, utaenda hapa kwenye background. Hapa kwenye background hakikisha ipo aka akakabox kapo hapa ile kaduara kikundu kapo hapahapa hapa. Kakiwa kwa kwa hapa background itakuwa haikatiki. Kakiwa hapa background itakuwa haikatiki. Kakiwa hapa background itakatika, ila kwa shida. Kwa hiyo weka hapa, ukishaweka hapo bonyeza huyo mtu wako tap. Ukishambonyeza chagua sehemu moja ya kumngalisha ambayo inaitwa adjust, utapeleka tu hivi, alafu utabonyeza adjust hapa, then utamngalisha kwanza huyo mtu, utachezea hizo mishale ili kumngalisha chap chap baada ya hapo sasa, utachukua ukubwa ambao unataka akae kwenye nyumba yako, kutokana na idea yako. Mfano kama mimi, ukubwa huu nataka akae, ukubwa huu hapa, huu hapa muona, ukubwa ndio ambao unataka akae mimi. Kwa hiyo mimi nitasave hapa hapa. Baada ya sasa ya video yako kuwa imesavika, imekuandikia saved kama hivi unavyopata kuona karibu Power Brand Shop, Home of Quality Electronics. Tunauza kompyuta kuanzia laki moja na elfu tisini na tisa, desktop computer laki moja na elfu tisini na tano, hadi disk drive, printers, PlayStation na CCTV camera pamoja na vifaa vyake. Power Brand Shop, Tupo, Tabora mjini, barabara ya Sarmini na Tua Tugawe, Chemchem. Chem. Au tupigia simu namba 0746 sabini na moja, sabini na mbili, themanini na mbili, Au, sifuri saba, Themanini, sabini na moja, sabini na mbili, tufate kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram at Power Brand Shop, Power Brand Shop. Ngocha ya kanda ya jiba bebe. Kwa hiyo utaingia kwenye YouCut, ukishaingia kwenye YouCut itafunguka kama hivi, then utabonyeza ili jumlisha kubwa hapa, alafu utaenda new project. Ukishaingia new project hapo utakwenda sasa, wewe kama wewe cha kwanza kabisa wewe kama wewe cha kwanza, kuna SMS imeingia hapo ya WhatsApp. Wewe kama wewe, cha kwanza kabisa utaweka picha ambayo unataka iwe background kwa nyuma. Wewe kama wewe, picha ambayo unataka iwe background kwa nyuma ama video ambayo unataka iwe background. Mfano, mimi nitaweka ile video ya kompyuta ambayo nimetoka kukwambia, hii hapa Zeni, nitapiga tiki hapo, tayari imekaa lakini, pia wakati imekaa nitaisogeza, nitaibusafu, nitaiongezea hapa urefu tap after hapa urefu wao unatosha Zeni, baada ya hapo sasa nitakwenda kubonyeza neno ambalo limeandikwa PIP ila hapa liko mbali. Kisha bonyeza neno PIP, utakwenda kutafuta ile picha yako hii hapa. Hii hapa juu. Kwa hiyo nitaibonyeza tu hivi. Ukishaibonyeza hapa, hapa, hapa itakuja haina kitu chochote yaani, background itajilimuvu yenye vizuri kabisa kama hivi. Sasa kutokana na idea yako ya nyimbo, mimi nimefanya hivi kwa sababu sina idea ya nyimbo nataka tu ni kuelekeza wanavyofanya wenzako. E, kuna watu wanaibiwa sana hela na watu. Kwa hiyo umeona, ukishaweka hivyo sasa tayari imekaa kama hivyo, utakuja kuweka na PIP nyingine hapa hapa, hapo kuna PIP utabonyeza afu sasa mtaenda kwenye video. Kisha enda kwenye video, sasa utakwenda kubonyeza material ambayo umeandaa mfano, mimi nitabonyeza hili hapa. Nikishabonyeza hili nitakwenda kubonyeza eh, clomac hapa shaza nikahamisha ili dude ile duala ili, ili, nikalileta hivi nikaliweka kwenye kijani, ukijani wote unaisha. Kwa hiyo sasa hapo inakuwa tayari imekaa poa. Mimi sasa ninachofanya, nitakuza kaka dude kidogo kidogo kidogo sana, alafu kadimba nitakaweka labda hapa, umeona ilivyokaa. Alafu zeni nitaachia hivi, nita play. Umeona kama vile kuna kitu fulani hapo kinacheza cheza kama vile kuna kitu fulani kinacheza cheza, lakini sasa akionekani vizuri, kwa sababu hicho kitu ni cheupe na background ni nyeupe. Mfano sasa labda niseme ni change background hapo, ili uone, ni change hii computer, ili uone nini kinacheza cheza. Kwa hiyo inabidi ucheze na mazingira, ndivyo wanavyocheza wenzako. Hivyo imeamua kuweka background iwe hii hapa ili unipate na uone nachokimaanisha hapo. Background nimeamua kuweka hii hapo, umeiona kuna kitu hapo kama vile kinacheza cheza, lakini hata hii background pia inipendezi. Ngoja nikuwekee background nzuri, ili uondoke. Umeelewa, background maana yake ni kitu cha nyuma ambacho kipo nyuma. Sijui utakuwa umenisoma sasa kwa hiyo hapa niweke nini nye? niweke yoyote tu, kwa sababu bado unajitafuta hapa au nani e, bado unajitafuta yani, sina idea yoyote, sema tu naamua kukufundisha hii hapa, hii hapo, nadhani umeona hapo. Kwa hiyo kuna kadude kama hako kanacheza cheza, lakini pia unaweza ukatanua hako kadude ukatanua hivi hivi, hivi, ili kuleta maana nzuri, umeona hapo inacheza kama hivyo, tazama hapo. Hapo umeona? Kwa hiyo sasa hapo pia nitaandika jina la nyimbo, mfano labda hapa mimi naweka utanikumbuka, nyimbo ya Muchi Master hii hapa, namfuata pale kwenye peji yake ambayo nimewaonyesha mwanzoni, ambao kila kasha namtengenezea mimi utanikumbuka, hii hapa Muchi Master. Kwa hiyo sasa nyimbo kwa kweli naitwa utanikumbuka, basi mita bonyeza hapa kwenye text, hapa kwenye text ta shabonyeza kwenye text taandika utanikumbuka, chap chap. baada ya hapo sasa, nita play na nyimbo itakuwa kama hivi. hafu zeni, unaweza kuongezea na maidia yako mengine mbali mbali. Nimekufumbua tu akili kidogo, kwa sababu mambo kama haya ni mambo ambayo yanahitaji elimu, lakini pia yanahitaji muda wako, yanahitaji gharama. kwa hiyo kufumbua tu akili kidogo. Hivi ndipo ambapo ambavyo wanatengeneza kasha zenu, anapiga wanapiga hela zenu kiurahisi kabisa. Lakini pia kuna AI ambazo zinatengeneza moja kwa moja, yani ni kazi yako kuweka tu audio, ila hapa utakuwa umetumia skrizi yako, akili yako na kila kitu. Fuatilia pale kwenye mchi master, utaona makasha ambayo nimeyatengeneza. kula chuma hicho Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukatengeneza kasha ama video ya nyimbo kama utakuwa na audio. Kumbuka kwamba nimeshakufundisha mambo mengi, nimeshakufundisha jinsi ya kutengeneza video ya nyimbo kupitia simu yako, na umeendelea kunishukuru. Asante sana kwa komenti zako, lakini unaweza kuwa mwanafamilia wa Teacher Sauti ya Sifa kwa kunifata katika akaunti zangu ee, mbali mbali za mitandao ya kijamii. Ukanifata Facebook page pale Team Sauti ya Sifa ukanifollow, lakini pia ukanifata Facebook Sauti ya Sifa and then pia pia ukanifollow, lakini pia hapa YouTube ukasubscribe, kisha ukatoa comment, afu ka like na kuwa bomba kabisa. Tukutane katika video zangu zingine, bye.